Ya, tunasikitika kabisa kuna kulaani yale yote ambayo yanaendelea kutokea kila inapokuja swala la la, uh, la kuabudu kwa waumini wa Kanisa la Ufufuo. E, leo tumetuona matukio yale ambayo yamekuwa yakijitokeza mara kwa mara Jumapili kwa wale waumini wa Kanisa la Ufufuo wanapotaka kutimiza haki yao ya kuabudu. Tumeona video na tumezungumza na baadhi ya viongozi E, waumini wa, wa, wa takriban zaidi ya hamsini wamekamatwa na wahoji vituo mbalimbali vya vya polisi na wengine wameumizwa na wengine wanazuiwa kupewa PF3 kwenda kupatiwa matibabu, jambo ambalo linahuzunisha sana kwamba ni kwa nini jeshi la polisi liendelee kuzuia Watanzania wasifanye ibada. Na cha ajabu ni kwamba leo ibada wamefanya katika e, jengo au kanisa e, la kanisa la jingine e, kabisa la KKT wa, kufanya ibada kwa sababu kilicho zuiwa ni ibada za kanisa au kinikao ambacho kiko kwenye mgogoro ni, iba, kwenye, ni, ni, ni ibada za kanisa la Ufufuo. Sasa kama Watanzania wameamua kwenda kufanya ibada kwenye makanisa mengine, kwa nini waingie kwenda kuwasumbua? Taarifa tulizopata ni kwamba takriban waumini 500 walikuwa wanafanya ibada kwenye jengo lingine kabisa la kanisa eh, ya madhehebu ya KKT katika maeneo yale, lakini polisi waliwazuia, waliwasubiri wamalize ibada zao, waka, waka, wakaanza kuwakamata na kuwa haras na kuwapiga, wengine wameumia kama tunavyoona. Tunalitaka jeshi la polisi liache kuumiza watanzania ambao wanatimiza haki zao za kimsingi. Watanzania wana haki ya kuabudu, tusicheze na imani za watu, tuendelee ku, kusumbua haki za watu e, maeneo mengi, lakini napokuja kwenye maeneo ya, ya imani na dini, imani ni kitu kigumu sana na ni hatari sana kucheza nacho. Tunaendelea kushauri watu wa kanisa hili waachiwe, waendelee kufanya ibada zao, lakini pia zipatikane suluhi haraka kuhusiana na mgogoro wa kanisa hili kwa namna moja au nyingine <coughs> Hakuna sababu yote ya msingi ya kuzuia watanzania hawa wasifanye ibada zao za kuabudu, kwa sababu hawana pa kwenda, wale ndio wa imani yao wameichagua, na kuwazuia ni kwamba ni kutengeneza mazingira ya taharuki, migogoro eh, na sura mbaya, taswira mbaya kwa taifa letu. Hakuna sababu ya msingi, jeshi la polisi meshaona eh, barua ya, ya, ya wizara meshaona na, na, na, na maamuzi mengine ya mahakama. Kwa nini mnaendelea kuwasumbua hawa watu wanapotaka kufanya ibada? Walau tungekuwa na ubinadamu uh, wakati shauri lao linaendelea au swala hili la i nda kufanyiwa kazi wangeachiwa. Wameshatafuta njia nyingine, wamekwenda kwenye madhehebu mengine kufanya ibada. Kwa nini uingie kwenye dhehebu lingine ambalo lina mgogoro kwenda kuwakamata na kuwapiga watu? Hilo ni jambo ambalo kwa kweli linatufezeesha na lazima tukemee viongozi wote wanaohusika, pamoja na kwamba tunajua eh, huu ni muda wa uchaguzi, watu wako busy na uchaguzi, lakini tusiruhusu haya mambo yakaendelea kutokea katika taifa letu na watu wote wanaohusika Watanzania wote tujaribu kushauri serikali kujaribu kusimama na kukemea haya matukio. Leo yameanza na kanisa dogo la Ufufuo. E, haya matukio yamekuwa yakiendelea kujitokeza na yanaleta madhara kubwa na chuki. Tuliona viongozi wengine wa taasisi e, dini zingine miaka ya nyuma wakisumbuliwa. Tuliona Sheikh Bonda akipigwa risasi kule Morogoro. Tuliona e, mashehe wengine wakiwa nasumbuliwa na kuwekwa ndani. Kitendo cha kuanza kuwasumbua viongozi wa dini ni kitendo kibaya sana kwa sababu kinajenga chuki kwa, mi, kwa watu wengi sana ya unaweza kuwa unasema unawadili na watu 500, 2000 lakini ukajikuta kwamba unatengeneza chuki na maelfu na malaki ya Tanzania ambao ni waumini wa mrengo huo. Kwa hiyo migongano ya namna hii inapojitokeza ni vyema watu katafuta namna ya kukaa chini na kutatua e, changamoto hizo. Kwa hiyo tunalitaka Jeshi la Polisi waachie wale wote waliokamata na wale ambao wameumizwa. Na mpaka sasa hivi wananyimwa PF3. Kwanza hospitali zingine mkiona kuna mazingira kama hayo, watibuni wale watu. Kuliko waje wafie kwenye korido za mahospitalini kama kuna mtu anavuja damu ameumia ni vyema akatibiwa. PF3 ni swala la haki. Hakuna kituo cha polisi ambacho kina haki na mamlaka ya kunyima PF3, na kama itatokea kuna mtu amenyimwa PF3, ni vyema tukajua kituo cha polisi kilichonyima eh, PF3. Lakini pia hospitali eh, mnaruhusiwa kuwatibu watu ambao kwa mazingira kama hayo kwamba amekwenda kufanya utaratibu wa kupata PF3, lakini wakanyimwa na hali yake inazidi kuwa mbaya, tusehefu tuokoe maisha ya mtu kuliko itokee kwamba kuna muumini amekufa kwa sababu amenyimwa PF3 ya kwenda kutibiwa. Kwa hiyo kwa, uf, kwa ufupi tu ni kwamba sisi tunashauri sana bado viongozi wa serikali wanaohusika na usajili wa makanisa waone namna ya kuwatafuta hawa watu na wako tayari kwa mazungumzo, namna ya kutatua e, tatizo hili ili wananchi hawa waendelee kupata fursa ya kuendelea kuabudu na kutimiza haki zao za kikatiba. E, za kuabudu kwa sababu at the end of the day e, hata ukifunga kanisa hayo majengo ni majengo tu. Kila mtu ana imani yake, mimi na imani yangu. Hata ukifunga kanisa ndaendelea kuabudu tu. Ukifunga madhehebu hayo yaliyosajiliwa ndaendelea kuabudu tu. Mungu yupo na watu wana imani zao, huwezi kuziondoa. Swala la imani si la kuondoa. Unaweza kufuta chama cha siasa, unaweza kufuta mashirika, unaweza kufuta, lakini imani za kuabudu huwezi kuzifuta. E, kwa hiyo tutende kwa mujibu wa haki tuzingatie sana imani za watu Kuzuia wananchi wanapotaka kwenda kuabudu siku yao ya kuabudu ni kutengeneza mazingira magumu sana e, katika taifa. Kwa hiyo tuzingatie hilo, na tunashauri kwamba kanisa hili isitokee tena kwamba kila Jumapili tunaona vita baina ya polisi na waumini wa dhehebu wa hili.